Mungu ameleta mvua yeah. Inyesha hapa ya kutosha yeah. Inameanga mganga sasa mganga yake yeah. Kuna wakati wote waambie watu wa Mungu. Sasa ingine, tuna tunahangaika bure. Kuna wakati tunahangaika bure. Hata tunahangaika. Unasema Mungu niondolee huyu mganga la sibo. Sitapata upenyesha. Wacha nikuambie, hiyo ni akili yako Mungu anaweza kupea upenyezo wakati mganga bado anafanya uganga. Sio lazima kila ukute yanguke ndio upate access. Daudi akasema with the help of God I can scale walls. Ya kwamba ya kwamba ni sitasimama hapo, ni niseme jinsi walienda kuukuta mara saba, ikaanguka wacha nijaribu hiyo. Akasema Mungu anaponisaidia hii yangu nitapanda, nitapanda, nitaenda na pole nyingine, nitaacha ukuta yamesimama na mimi nimeenda. Haleluya, haleluya! Wakati umefika na msimu umefika, tutaacha maukuta za wachawi zimesimama nasi tumetajirika. Tutaacha maukuta zingine zimesimama nasi halafu, za kale motala zikisimama nasi

Sio lazima uombe mlango usifunguke. Petro na Yohana wametumwa walikuwa ndani ya jela. Walitoka wakati milango ilifungwa. Milango ya jela imefungwa lakini umetoka. Hizo milango zako zinaweza kukupaka zimefungwa. Shetani anajaribu kufunga milango, acha zimefungwa na kutoka twende. Kwani yeye ndio nani? Haleluya. Haleluya. Wakati Paulo asema waliomba, Petro na Yohana wakaomba milango ifunguke. Wao walitoka. Usiniambie walitoka namna gani. Maana hiyo siwezi kuexplainia. Kama kama kama unatafuta explanation, enda tafuta. Mimi nashika mimi namna gani? Alafu tunasema walitoka namna gani? Amen. Na napata dada mwenye amefunga, ndio huyo anaonekana nje. Tumefunga wewe usipata mtoto stupid. Kwani wao ndio wako na mali yako? Na wao ndio anakupeanga hiyo chombo kifunguka. Mungu. Haleluya.

na ana hata kuambia aende kwa Elizabeth, amekwambia mambo Elizabeth. Anataka ukutumie spiritual insight, spiritual intelligence mwenye utembee, ambaye jana tembea wewe mwenyewe ndio ukishapika kwa Amen. Nuk, Elizabeth maana unachua, umeona ugumu hii maneno. Nasema hii maneno itakuwaje? Maana maneno ni ngumu sana Aende angoje, ataenda kwa nyumba Roho Mtakatifu kwa nyumba yake eh na hizo nguvu hata jiona ni Elizabeth saa hii ni miezi sita, ni kumaanisha najua mimba ya Elizabeth. Malaika huyo huyo mm -hmm. Malaika huyo huyo mm -hmm. Huyo mm -hmm. Mimba ya Elizabeth huyo malaika mimba ya Mary. Mm -hmm. Uyo, huyo Gabriel, huyo okebel mm -hmm. Na huyo nakwambia Elizabeth akitaka huyo mba jaifanya Amefanya mara mingi malaika huyo nice. Nataka, nataka can you begin tuanze to internalize? Huyu malaika e ana, anafanyanga kwenye mimba hizo shikwa inashikwa. mm. He beats all the odds Kwenye wakanga walikanyaga, wakaweka zao, wakasema kwamba sisi ndio wenye mji sisi ndio tunatawala hapa, unahitaji tu huyo malaika. Amen. Hello. Yes. Wengine matoa kwa familia. I understand why sometimes ukitoa na pia hapa inasumbua watu. Nikisema kwamba hapa magari taingia kwetu hatujai kwata na baiskeli. Mtume angetaka kutufaidi kwa angeta angeta baisikeli, nyamaza usahauisaha ing tujisahau. Sio rahisi kusikia kwamba mtu wa Mungu Elija baada ya kusema kuwe na ukame ndani ya inchi ya Israeli. Mm. Let me tell you. Elijah imani yake ilikuwa juu sana. Imani ya kupokea chakula nyama kutoka kwa ndege, mm -hmm. Si imani ya kuomba au na unga kwa nyumba uh -huh. <laughs> Sahi hata Mungu kiambo wengine, ukiona ndege zikija usema ni mapepo. Kwani hapa jangwani nyama imetoka wapi na hizo ndege? Na kuambia zilienda mahali kwenye nyama ilipikwa, sika ingia jikoni. Umufalme wele akapika nyama yake mzuri, ndege zilingoja. Mpisha ameenda kidogo, sika ingia jikoni, kila ndege kwa pika pika pika pika pika pika pika Mungu mfame akose chakula lakini Elijah akule. Ni wakati Mungu anataka mfame atoe nyama kwa mfame akuletee, atoe chai kwa mfame akuletee. Unahitaji imani aina nyingine